Taifa likichanganua ikiwa ni kweli mbunge wa Juja George Koimburi alitekwa nyara ama hakutekwa nyara. Je, wajua kuwa hii siyo mara ya kwanza kwa mwanasiasa kudai ametekwa nyara? Mwaka 1997 Moses Muihia alipanga njama ya kutekwa nyara, jambo ambalo lilimletea huruma nyingi na kumwezesha kushinda mwanaye, rais wa kwanza wa Kenya Uhuru Kenyatta, katika kinyang'anyiro cha kiti cha ubunge Gatundu ya Kusini na huenda hili lilimtia uchungu wa kushindwa kisiasa katika maisha ya awali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Lakini pia tukio hilo lilimtayarisha kwa uongozi Kenyata wa baadaye. Kenyatta rais wa nne wa jamhuri ya Kenya aliongoza taifa kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tatu hadi mwaka elfu mbili na ishirini na mbili chini ya katiba mpya. Lakini kabla ya ushindi huo, Kenyatta alikuwa ameonja chungu ya kushindwa mara mbili kwanza dhidi ya Moses Muihia mwaka 1997 na mara ya pili katika uchaguzi wa urais dhidi ya Mwai Kibaki katika uchaguzi wa mwaka 2002. Ingawa Kenyatta alishindwa kwenye uchaguzi mara mbili, mchezo wa town uliochezwa na Moses Muihia ni jambo ambalo hatawahi ilisahau maishani. Ilikuwaje? uongozi wa rais Daniel Arap Moi ulipokuwa katika siku za mwisho Moi alitaka kumtayarisha Uhuru kuwa mmoja ya warithi wake. Katika harakati hizo, Moi alimteua Uhuru kuwa mbunge maalum na kisha kumfanya waziri wa serikali za mitaa. Moi alimwondoa mwendani wake wa karibu na balozi asiyekuwa na mipaka Mark Too maarufu kama bwana dawa ili kumwachia Uhuru nafasi ya uteuzi. Hatua hiyo ilikuwa ni jambo rahisi kwake kwani hakuwa na ushindani wowote. Na kama mtoto mdogo anavyoshikwa mkono na babake, Uhuru alishikwa mkono na mlezi wake. Uhuru alihitaji kuwa kiongozi aliyechaguliwa kwa kura, na hapo akaamua kuwania ubunge wa sehemu ya kwao, kiti cha ubunge cha Gatundu ya Kusini. Ingawa alikuwa anatumia chama cha KANU kwenye eneo bunge ambalo lilionekana kuwa la upinzani, Uhuru alikuwa na uwezo wa kushinda uchaguzi huo kwa urahisi. Hii ni kwa sababu babake hayati Mzee Jomo Kenyatta alitoka huko, biashara na mashamba yao ya Gatundu na ukoo wake wote ulikuwa kuko huko. Kampeni ziliendelea ipasavyo, kura za maoni ziliashiria wazi Uhuru alikuwa anaenda kushinda uchaguzi huo asubuhi na mapema, wasemavyo wa Kenya. Ila kilichompata siku mbili kabla ya uchaguzi ni kitu ambacho hadi leo anajiuliza ilifanyika vipi na mbona hakujua mpango huo. Tukio hilo lilimpa mshangao na kuutikisa msingi wote wa kampeni zake. Yamkini mpinzani wake Moses Muihia alifanya njama ambayo ilimwacha Uhuru mataani. Uhuru alipoteza katika uchaguzi huo na alikosa kiti cha Gatundu ya kusini kati ya mwaka 1997 na 2002. Alipogundua kuwa hangemshinda Uhuru kutokana na msingi wake wa ukwasi wake wa kifedha na kifamilia, Muihia alipanga njama ya kutekwa nyara ambayo aliiuzia magazeti na kummaliza Uhuru. Muihia alishirikiana na mwanahabari mmoja aliyezua tetesi kuwa alikuwa ametekwa nyara na maafisa wa serikali, hasa kutoka ikulu ya Rais Moi. Kwenye njama hiyo Muihia alidai kuwa maafisa hao walishirikiana na familia ya Kenyatta na walimpeleka kwenye ikulu na mbele ya rais Moi kumshurutisha kujiuzulu. Wakati taarifa zilipochapishwa, Muihia alikuwa mahali amejificha na alihakikisha kuwa hakuna mtu alijua. Kisha taarifa hizo zilichukuliwa na magazeti mengine na kusambazwa, zikatokea kuwa taarifa kuu za nchi nzima. Lawama zote zilimwendea Uhuru ambaye wakati huo hakuwa na ufahamu wowote kuhusu kilichokuwa kinaendelea. Wakazi wa Gatundu nao walikasirishwa na utekaji nyara huo ghushi, wakafanya maandamano kulalamikia kutekwa nyara mgombea wao wa ubunge, kisha walimpigia Muihia kura kwa fujo. Mkesha wa Krismasi mwaka 1997 ghasia zilitanda eneo la Gatundu baada ya taarifa kuwa Muihia alikuwa amepotea. Taarifa hizo zilivurugu upande wa Uhuru na kumtaka Muihia kuzikanusha katika harakati za kuiokoa kampeni zake, lakini licha ya kufanya hivyo, tayari kitumbua kilikuwa kimeingia mchanga. Muihia alikiri baadaye alimchezea siasa chafu Uhuru Kenyatta, lakini akasisitiza siasa ni kufanya mambo yasiyowezekana, na wakati huo alifanya kile ambacho angeweza kuhakikisha amepata ushindi. Alikiri kuwa kushindwa na Uhuru halikuwa jambo rahisi na kama hangezua mbinu angeishia kutajwa katika vitabu vya historia kama mmoja ya waliogombea kiti hicho walioshindwa. Kwake aliutamani sana ushindi. Mbinu aliyoitumia kuwaonyesha wapinzani wake kuwa hakuwa na tamaa ya uongozi sana, ila nyuma ya pazia alikuwa anawaelimisha wafuasi wake na kuchapa siasa sawasawa. Baada ya taarifa kuchapishwa kuwa alikuwa ametekwa nyara, wananchi waliandamana, na licha ya Muihia kukanusha kuwa alikuwa ametekwa nyara, hilo halikumsaidia kumwondolea Uhuru lawama. Muihia aliwaomba wananchi msamaha na kuwaambia kuwa si kweli kwamba alitekwa nyara, lakini ukweli alikuwa ashamharibia Uhuru. Ukweli ni kuwa chama cha KANU kilikuwa kinamshinikiza kujiuzulu na kumwachia Uhuru kama mgombea mwenye nguvu. Ushindi wa Uhuru ungeonyesha kuwa KANU ilikuwa inaungwa mkono katika eneo hilo ambalo lilikuwa ni ngome ya upinzani. Kuna madai kuwa Uhuru alimlipa Muihia ili ajiuzulu, ingawa Muihia alikanusha madai hayo. Serikali nayo na ilifanya juhudi zote kumwondoa Muihia kwenye kinyang'anyiro. Baadhi ya watu wanaamini huenda kuna watu ambao hawakumtaka Uhuru Kenyatta kushinda na walishirikiana na utukutu wa Muihia. Muihia pia alipiku timu ya Uhuru baada ya wafuasi wake kupata tisheti za Uhuru na kuwanyang'anya kwa mabavu wananchi, jambo ambalo lilivuruga umaarufu wa Kenyatta. Uhuru alitoa taarifa kukanusha kuhusika na siasa za ghasia na watu waliomharibia sifa, lakini hili halikusaidia sana. Hii ilikuwa ni mara ya pili ya Muihia kuwania kiti hicho cha ubunge. Aliwahi kuwania kiti hicho mara ya kwanza mwaka 1988 ingawa hakufaulu. Alikuwa na tajriba kubwa ya siasa, kwani alikuwa ashajihusisha na siasa tangu mwaka 1979 na hivyo kumshinda Uhuru ambaye alikuwa hana tajriba kubwa ya siasa ilikuwa ni jambo rahisi. Hapo awali alikuwa amewapangia kampeni wa bunge kama vile marehemu Andrew Ngumba aliyewakilisha Madhare mwaka 1979 na hata Ngengi Mwigai ambaye alichaguliwa kama mbunge wa Gatundu mwaka huo. Hata hivyo, Ngengi hakuwajali vijana wenzake na mwaka 1983 Muihia alimfanyia Zakari Gakunju kampeni ambapo alichaguliwa na kumshinda Ngengi. Muihia aliwania mara ya kwanza mwaka 1988 kwenye kura za mlolongo ambapo alishindwa na Gakunju kwenye mchujo. Gakunju akachaguliwa kama mbunge kwenye kura hiyo ambayo Ngengi Mwigai alichaguliwa makusudi kutokana na njama za serikali. Kwenye uchaguzi wa mwaka 1997, muhi alipata kura elfu ishirini na mbili dhidi ya elfu kumi na moja za Uhuru. Ili kuondolea Uhuru aibu, Moi alimteua kama mbunge maalum na kisha kama waziri. Hatamu ya Muihia katika bunge la Gatundu Kusini ulikumbwa na ukosefu wa usalama na kisha akakosa umaarufu. Inadaiwa serikali ilifanya kila jambo kuhakikisha hakufaulu kwa njia yoyote kutokana na kile walichoona kama kumwibia Uhuru Kenyatta kura. Hatimaye Uhuru alichaguliwa mbunge na kuongoza kati ya mwaka elfu mbili na tatu na 2013. Bungeni alikuwa ni kiongozi wa upinzani na naibu waziri mkuu. Kati ya mwaka 2013 na 2022, alichaguliwa rais wa kwanza chini ya katiba mpya ya Kenya.